Mfahamu Song Il-guk, wengi mnamfahamu kama Jumong. Jumong ni jina la muhusika katika series ya Jumong, ila Song Il-guk ndio jina lake halisi. Song Il-guk ni muigizaji maarufu kutoka Korea Kusini, amezaliwa Oktoba 1, 1971 huko Seoul, Korea Kusini. Song Il-guk ni mwana wa familia maarufu ya kisiasa, mama yake ni mwanasiasa na mwigizaji aitwaye Kim Buldong, na babu yake alikuwa mwanasiasa maarufu Kim Duhan. Ndugu Song Il-guk ana dada aitwaye Song Songi, japokuwa hakuna taarifa zake. Elimu. Song Il-guk alisoma sanaa ya uigizaji katika chuo kikuu cha Cheongju na kisha akapata masters kwenye chuo cha Chungang. Mahusiano. Song Il-guk ana mke na watoto watatu. Song Il-guk anasimamiwa na CDS Entertainment. Safari yake ya uigizaji ilianzia mwaka 1999 alipocheza drama tatu ikiwemo Into the Sunlight, kisha mwaka 2000 mpaka 2004 akafanikiwa kucheza drama tisa lakini mwaka 2004 huo alitoa drama ya Imperia of the Sea. Drama hii ilipendwa sana na watu kuliko zile za nyuma. Imperia of the Sea ilimpelekea kushinda tuzo tatu. Mwaka 2006 mpaka 2007, Song Il-guk alipata umaarufu mkubwa sana hasa wa kimataifa baada ya kucheza series ya Jumong. Kwenye series hii Song Il-guk alicheza kama Jumong, mwana wa Haimosu. Jumong akiwa mtoto wa kifalme lakini asiyetambuliwa vizuri, anapitia maumivu, usaliti, fitina, vita na mapenzi. Anajifunza upiganaji, mikakati ya vita na kujenga jeshi lake. Hatimaye anajitokeza kama kiongozi na kuanza mchakato wa kuanzisha ufalme wa Goguryeo. Series hii ilipendwa sana na watu na ni moja ya series yenye episodi nyingi zaidi. Ina episode 81 zenye urefu wa saa moja na zaidi kwa kila episode. Jumong ni moja ya series iliyomwachia alama kubwa sana Song Il-guk na ilimpatia tuzo, ilimpatia tuzo nne. Baada ya kucheza Jumong akaja na series nyingine iitwayo The Kingdom of the Winds akicheza kama Prince Muyul na King Daimusin kisha akacheza A Man Called God, Climb Squad, Kimchi Family na kumalizia na Jang Yeong Sil na ndiyo series yake ya mwisho. Pia Song Il guku ameshahusika kwenye tusho mbili Qualification of Men na The Return of Superman. kwenye upande wa movie, Song Il guk amecheza movie nne mka sasa kwenye kazi zote za uigizaji series ya Jumong ndiyo series yake kubwa kuliko nyingine zote alizocheza na amekuwa akiongelewa na watu mpaka leo hii kwa ajili ya series ya Jumong tu. Tuzo. Song Il-guk ana tuzo zisizopungua 17, na series ya Jumong ikiongoza kuwa na tuzo nyingi. Mahusiano ya kimapenzi. Song Il-guk amefunga ndoa na Jung Seung-yeon ambaye ni jaji huko Korea. Inasemeka walikutana kwenye Blind Date. Nadhani kama ni mfuatiliaji sana wa drama za Kikorea basi lazima utaelewa maana ya hiyo date na inakuaje kuaje. Song na Jung walifunga ndoa ya kitamaduni tarehe 15 March 2008 na ilikuwa ya private. March 16, 2012 na mbili, Song Il-guk alibahatika kupata watoto watatu kwa mpigo mmoja, yaani mapacha watoto hao ni wa kiume wote na wameshawahi kuonekana kwenye television show iitwayo The Return of Superman. Ukweli na vitu usivyovifahamu kuhusu Song Il-guk: moja, Song Il-guk licha ya uigizaji pia ana kipaji cha uchoraji. Mbili, ni makamu wa rais wa shirikisho la triathlon la Korea. Hili ni shirikisho la michezo ya triathlon. Tatu, alishawahi kushiriki mashindano ya kimataifa ya triathlon mwaka 2008 na Song alibeba mwenge wa Olimpiki kupitia Seoul. Nne, kwa takwimu zilizofanywa nchi ya Irani ndiyo nchi iliyokuwa na wafuatiliaji wengi wa series ya Jumong kuzidi hata Korea yenyewe, ilisababisha Irani kumpatia Song Il-guk hadhi ya nyota nchini kwao. Tano, mnamo elfu mbili na nane alikuwa mmoja wa wahusika wa upigaji picha wa Krismasi wa kampuni ya Colon. Sita, mnamo 2009, jimbo la Hawaii liliteua Machi 21 kama siku ya Song Il-guk. Saba, mnamo Aprili 2010, alialikwa kwenye ikulu ya ikulu kula chakula cha jioni na wakuu wa nchi, akiwemo rais wa Kazakhstan. Na huu ndio wasifu wa mwigizaji Song Il-guk, wengi mnafahamu kama Jumong. Asanteni.